Fiwe. Uh, kwenye kundi letu kuna mtumishi lakini na mimi ni shehe. <laughs> <laughs> na na pasuaki, uh, kwa kifupi kila mtu amepitia maisha ambayo MC Pilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia MC Pilipili mpaka alipofika kwa aliyoyafanya. Lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pilipili, alikuwa anaojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios. Alikuwa anasema mimi nimetokea Dodoma nimepata posti ya walimu, nikaambia acha walimu mishahara inacheleweshwa. Njoo kwenye comedy, shughuli zipo kila siku. Akaja kwenye comedy angekuwa hai angesema, sisi binafsi kama waanzilishi wa comedy ambao tumeikuta kwa kina Bambo kwa kina Zembwela, tunapenda vijana wafanye comedy wasaidie wazazi wao. Hatutaki mtu aje kwenye comedy awe na loloma baya. Na ndio maana tunawapa platform wadogo zetu, wanafanya vitu na vinakwenda. Lingine sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti. Mi nilitegemea wakati tunazika leo na watumiwa wako jela. Siingilii na heshima, wanalinda usalama wetu na raia, lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi, tumlete MC Pilipili, anzeni na yule. Mbona kuna watu wanakamata siku moja tu? Tuangalie usalama wetu, si tuko pamoja? Lakini lingine, kwa upande wa viongozi, kuna kipindi pia MC Pilipili alipitia changamoto, lakini inaonekana kuna watu walikaa mbali, hawajamsaidia. Baadhi ya viongozi, wasanii wakiwapigia simu, pokeeni simu zao <coughs> <coughs> msiache kupokea. Tunawasaidia mpaka mnakaa kwenye hivyo viti, tunatumika, tuna nyinyi tuna rafiki zetu. Mfano mzuri mheshimiwa Mavunde, mwanaifei kila shughuli anakuja, lakini kuna kiongozi akiona ya simu yako kama ni wengine tunataka tuwape ushauri tu kwenye kundi letu, kuna mtumishi lakini, na mimi ni shehe. Uh, kwa kifupi, kila mtu amepitia maisha ambayo Msipilipili amepitia kila mtu inaonekana alimsaidia MC Pilipili mpaka alipofika uh, kwa aliyoyafanya. Lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pilipili. Alikuwa anaojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios, alikuwa anasema mimi nimetokea Dodoma, nimepata posti ya walimu, nikamwambia acha walimu, mishahara inachelewa. Njoo kwenye comedy, shughuli zipo kila siku, akaja kwenye comedy. Angekuwa hai angesema sisi binafsi kama waanzilishi wa komedi ambao tumeikuta kwa kina Bambo kwa kina Zembwela, tunapenda vijana wafanye komedi wasaidie wazazi wao. Hatutaki mtu aje kwenye komedi awe na lombaya, na ndio maana unaona tunawapa platform wadogo zetu wanafanya vitu na vinakwenda. Lingine sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti nilitegemea, wakati tunazika leo na watumiwa wako jela. Silingiri na heshima wanalinda usalama wetu na raia. Lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi tumlete MC Pilipili. Anzeni na yule. Mbona kuna watu wanakamatwa siku moja tu? Tuangalie usalama wetu, si tuko pamoja? Lakini lingine, kwa upande wa viongozi, kuna kipindi pia MC Pilipili alipitia changamoto. Lakini inaonekana kuna watu walikaa mbali hawajamsaidia. Baadhi ya viongozi wasanii wakiwapigia simu, pokeeni simu zao. Msiache kupokea tunawasaidia, mpaka mnakaa kwenye hivyo viti, tunatumika nyinyi, tuna, rafiki zetu. Mfano mzuri Mheshimiwa Mavunde, mwanaifei kila shughuli anakuja, lakini kuna kiongozi akiona ya simu yako, kama akaona msiba. Pokei, pokei ni simu, kuna wengine tunataka tuwape ushauri tu. Asanteni, mjuni ni